ni saa kumi na mbili saa za afrika ya kati ikiwa ni saa moja majira afrika mashariki tuko tarehe tano ya tano za mwezi wa kwanza 2026 ni baba la baba mzee wa ngwasuma rajabu akili kabonga ambaye kurushia haya matangazo ili kuanza kupata like pia subscribe baraka one tv tuko pia facebook pamoja na tiktok like, na follow na kwa haya matangazo hali ya uvira inazidi kuchanganya watu wengi yeah, mambo ni mengi vita inapiganwa kila siku naposema uvira, unajua ukianzia Uh, ukianzia um, makobola ya kwanza eh, kuja huko mu teritori ya Uvira ukianzia Katongo, Kigongo, Kalungwe, wapi kote, Kivovo, Kalundu, huko Uvira, deja mzalendo uh, uh, mza akiingia Kivovo, akiingia Kalundu iko deja mu Uvira, sio hata kule kote, akiingia tu kopela iko deja mu Uvira, Kalungwe iko mu Uvira <laughs> kwa hiyo Uvira yote ni, na anayemiliki milima ya Uvira ndio mwenye kukamata Uvira na milima yote ya Uvira iko mikono ya FRDC pamoja na wazalendo. Kwa hiyo sisi tuko ndani ya Uvira na nasisitiza wazalendo na FRDC wako ndani ya Uvira, kilichobaki tu ni kumaliza malizia wale ambao uh, wanajificha picha, picha ili tuweze kwamba la kujiproclame wamba mu mikono ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na FRDC. So mengine tusikilize yanayoendelea alafu tutakuja kukutanana. Uh, kwenye amka na Baraka 1 TV za asubuhi ya tarehe sita ya itakuwa ni tarehe sita za mwezi huu wa kwanza, elfu mbili na ishirini na tano. Bye bye, ni mzungu azuma the one and only town baba la baba vitu huko ti baba, vitu huko vinabadilika, masasi naanza li humo mkalundu humo. Sasa hapa magharibi masasi napigwa humo mkalundu manake kuanzia kuporu paka kukuya paka kilalwa kalma bengi e, ile ngambo ya Kalundu. Manake sai magharibi hapa ma 18 ndio masasa inapigwa kule. Manake sai ndo bana nyamanza kwa kidogo, lakini tunajua kesho asubuhi ndio kwenye operation inaanzia kabisa. Njoo hivyo ndugu yangu a e, baraka akili kabonga, habari za siku ndugu yangu, heri ya mwaka mpya, siku nyingi tuongei. Mimi hapa Arizona namshukuru Mungu, niko safi. Mungu anasaidia ya siye. mwaka uliendeka hivo, atukukua na raha, kwa sababu ni mwaka wembao ulikuwa wa mateso. hakuna kisi unaweza kuwa unakula mwenzako iko na njaa, ama basi ataiko na njaa akimbizwe mwinchi yake na anaachia yoyote. Antukao empatriote diaspora mwenyewe atakuambia kama alisherekea mwaka vizuri Hakuna, ni bure zero. Kwa ngambo yangu mimi, antuka, siwezi kudanganya. Sio kudanganya, nilisherekea manake, sikusherekea hata, kwa sababu niliona gisi watu walikuwa nakimbizwa na miguu watatu, wako nakimbia na miguu chini, wanakimbilia mama kambi za Burundi na kule kwa Burundi wanakosa hifadhi. Roho kaniuma sana, nikasema hiki ni kitu gani sasa nini sisi wa kongomani ili tuwe hivi? mbona tuna probleme na mtu kwa nini Mungu aendelee tu na kumu na kumweka Kagame na na, na, na utawala wake kweli? Nikasema tu, lakini kina mwanzo kina mwisho. Hata Mobutu alikuwa ajire, ilifika wakati akakuwa lashe. Njo hivyo, tunashukuru sana kwa habari zako, tuko tunafata kila siku tunafata malgre, tuko huku mnaweza mkafikiria bali bako kule wanasemaga tu juu bako kule hapana, roho zetu zote ziko nyumbani, maana huku sio kwetu, sisi ni wakimbizi hata tuwe na vitambulisho vya Wamarekani ni tuko tu wakimbizi. Kwetu ni Kongo, ipo siku tutarudi kwetu. Na ndio mara wazungu bataki tupate amani ili turudi kwetu, lakini kupitia Mungu na huyu Marekani ambaye anaingia katikati, mambo yataweza kuwa yakaendeka. yangu habari za Maduro <laughs> achana na Amerika, na Marekani bro kutoka Mungu Yesu Kristo wa malaika shetani duniani ni Marekani ndio nafata ndugu yangu Nicolas Maduro, jina yake ya mpya walikuwa wanamuita big boy, ndio jina alikuwa anajiita, mimi hakuna manaza kanifika, eh kumi hakuna manaza kanigusa. Usikia, alikuwa suteni na shine, alikuwa suteni na risi, alikuwa suteni na kore dinor, manake zile inchi mama, mama, Irani ndio zilikuwa zinamsuteniri bro, avyo zenye zilikuwa hewani mui dili ya kumushika <laughs> bro, acha acha acha. Nicolas Maduro alikuwa bien armé, bakaji bake bote bamingi, balikuwa na majority, balikuwa na mabunduki, alakini balimuondoa bila kuwa raia, balimuvizia tu yepek na ulinzi wake nye alikuwa na jiaminia tena, risi haikujua, shine haikujua na hata ingijua ingifanya nini bro. <laughs> <laughs> nilifika namsikilia huruma Kagame, nilifika namsikilia huruma Kagame, ndogo iko njiani na jana jana palikuwa kongre prezida na su prezida wako wanaongea, gisi walikuwa wanamuonya Maduru asikii, banamuonya asikii, aache hivyo vitu nafanya ademisione, aache utawala. Utawala wake ni wa, ni, ni wa ki, kimabavu. Utawala wake ni wa madroge, aasikii Ona sasa kisibali limuongoa saa vile jino. <laughs> Siku za Kagame ziko njiani. Hao wote ambao wewe utawala wote wenyewe kwa naona wa Kagame, piko siku hutausikia. Na wenyewe kwa namdanganya hao wa Europea, hakuna kile watamsaidia. Hao wa Europea wako namfanya Kagame kama vile shetani sasa alikuwa anamfanya mfarao. Anampa moyo mugumu. Anamwambia usifanye hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na sasa faroba limkonoa. Hakuna bila shetani alimsaidiaga njo vile Kagame naye takuwa. Nashukuru sana, big up sana kwa kazi, big up kwa wazalendo, big up kwa FRDC wenyewe, wako wenye moyo moja inchi, wa kupigania nchi. Mungu awajalie, na sisi pia tuko nyuma yenu kwa michango, kwa hali na mali, tutapambana, lazima kieleweke. Asante eh, jambo jambo papa Rajabo, ninashukuru sana Mungu we ingelikuwa ka mtu ana uwezo wa kuongezea mtu miaka ya maisha kuyenyi Mungu alikupangia mtu angelikuongezea ingine miaka makumi tano ya maisha, ingie kuyenyi Mungu alishakupangia ya kuishi kudunia. Sababu mahali pengine tunagusikilizaka tunasikia sawa vile munganga anaweza kumaliza kusukula kilonda kisha naleta dawa ya kukua inapuliza kusudi vidonda visilume. Kwa kweli nashukuru sana ndugu yangu kwa hii mfo ya saa sita za mchana e, basi sie tulikuwa kanisani tumefungua nyuma ya wakati, lakini tunashukuru ndugu yangu, tunashukuru sana, tunashukuru kabisa. Asante sana pia kwa jeshi letu la FARDC pamoja na wazalendo kwa hii kazi ambayo wamefanya kwenye milima E, Mungu awabariki wa sana. Antuka tunashukuru sana tena sana Mungu awatie wa nguvu Mungu awatie wa uweza wawe washindi katika vita hivi. Kama vile ule ndugu mwenye iko Tanzania alivyosema, niye nimelogota jambo mbili za mzuri ze maneno yenye alisema e, ile jeshi yenyi litoka Mozambique ya Rwanda ile jeshi ambayo ikuwa nasema kila mahali, wanazitumaka waende wapigane vita joo wenye wanatumiwa Uvira, sio uongo, ni kweli e, abandugu balishakosa, balishajikosa balishakosa mwelekeo, sababu mpaka sasa wanaanza tukanana, wanaanza tukanana warenyuza avo zenye wako wanafanya hapa Uganda antu kazi, naonyesha kama wanashindwa kabisa. Wanashindwa pia kufanya banaanza gombana na kuambizana aseme munatushutisha tupane batoto. Bale vale venye valiendaka vakwanza bako wapi? Wanaanza ugangiana sasa, vitu vinabafika mushingo. Mambo iko mazito sana. kuko kijana mwenye alitoka kule yeye aliambia ya baba yake aseme wewe uko nasikia jina ya mzalendo tu, huyu amuonaka na huyu apambanaka naye. Lakini vile vyenyu mko mnasema mnatafuta tumalizike, siko kwavyo, mie nimevua tena na nimeenda na sitabaki hapa kwako, mi naenda Kenya kuikala na Kenya. Au mimi nitafute njia zingine za kuishi lakini kazi ya kiaskari sitaifanyaka tena. Yani, naonyesha kama watu wanashindwa kabisa mwelekeo. E, njoo kusema kwamba ndugu yangu, kinachobakia ni kwamba wazalendo wa, wajitie nguvu pamoja na wahibu pamoja na FRDC hawa vijana wetu ambao walitoka manyumbani na kwenda ndani ya kijeshi. Mie ninapokuwa Uganda ninajua kwamba niko napambana vita na niko Uganda. Sababu mwanangu wa pili anaitwa Abudu Israel, E, iko mmoja wapo wa wale waibu anapambana vita kule Uvira, na tulisha ongea naye ananiambia, mimi niko katika vita kama amnisikie, maana yake niko napambana vita, njoo kusema kwamba mimi niko mmoja wa banao pambana vita vya Kongo, sababu niko na semea Kongo na niko na mtu mwenyi iko anafanya kazi ile. Eh, njoo hivyo mambo yalivyo, njoo vile papara jabu. Wa, wa maskari wetu wakuwe na kuraje kabisa, na pia natakia populasio yetu ya Uvira Mungu aendelee kuwachunga, Mungu aendelee kuwachunga na, na zaidi tu wawe na nia ya kusubiria, wawe na nia ya kutegemea Mungu kwamba kwa muda na wakati Mungu anaweza kuwafungulia neema, na wazalendo wanarudia Uvira pamoja na FARDC ila mmoja wapo ninataka kumwambia Mheshimiwa e, Dragila ambaye anahusika na, na jeshi la maji, wajikaze sana sana sana, wachungane na Lake Tanganyika, wachungane nayo vizuri vizuri. so, Mnyarwanda anaendaka sawa vile mtoni sawa vile mnyoka anaendaka, hautajua jua alipita saa ngapi alipata njia namna gani. wafunge kabisa ile mtambazo e, yote ya kutokea Uvira mpaka Kabimba, kuendelea mpaka mule Mkalemi wafunge, mpaka kuelekea Moba wafunge, mpaka Mliro wafunge ile bahari kabisa. Mtumbu kutoka Tanzania inaingia Mkongo, banafanya kontrole moja kwa moja, moja kwa moja, moja kwa moja, moja kwa moja, bafanye hivyo, ndivyo watafaulu hii hivita. Eh, iwepo busiku kusikosekane bakufanya kontrole kwenye maji eh, sababu Wakongomani tuko na shida moja. Wakongomani tuko na feblesi, mutu wakimwonyesha noti ya dolar anatetemeka, anaona kama ameona mambo makubwa. Na zaidi kule Ukatanga bako na ile feblesi sana. Miye nilitumika kule kumarasi sana kwanzia Moba mpaka Muliro, nilitembea zile njia zote njo hivyo. njo hivyo ndugu yangu, ninataka kusema ya kwamba mufunge kabisa, mufunge njia zote, mufunge njia zote eh e, mufunge kabisa. Mipaka ya Kongo inafaa ifungiwe kule ngambo ya Katanga yote, Katanga yote en general. kwenye banapakana na kila inchi bafunge, bafunge kabisa, jeshi la Kongo lifunge, njoo hivyo. Asante sana, tunashukuru. Tunaamini ya kwamba tunapo seme, tunaweza semea huku na Kongo nzima. Najua ebyenyi tuko tunasema ni bina mwelekeo gani? E, njoo hivyo ndugu yangu, tunashukuru sana e, bale ba tretre yabo. Inafaa Kongo ijue gisi ya kubashughulikia, Kongo ijue gisi ya kubashughulikia mutu mwenye aliuzisha nchi yake haiku wakuekewa chambo ya ule bwana, gisi alivyosema, haiku wakuekewa. Afadhali afadhali bale batretre bote bajue, bajue gisi kwanza. Ingelikuwa aseme sie kenyi tunasemaka na njoo kenyi banaweza fanya, bangelisimamisha tabatu kumi wala senkante tu mubale batretre benyi bako banauzisha inchi, banakamatwa banawekwa ndani ya gereza, bakamate senkati batie kuma poto, kama vile Kabila lepera alifanyaka. Bamuizi bana batandika kuchana kutwa, ile madrua de lome zenye hazikuwa kwa Bulaya, mukongo njo bana ziletaka sasa. Drua de lome yenye Kongo bana ogopaka kusudi baweke bahalifu ya inchi, bale, bahalifu ya inchi. Sijue vinatokanaka na nini lakini, mie kwa, kwa mawazo yangu, na kwamba bale batretre bote benyi bako banapana pei, bale bagenerali benyi bako banatowa pei, banauisha watu siyo batu bakuwekewa mutu alisha uisha batu sengi sana uisha batu Desa, truasa, katresa. Bana truasa katresa banamuweka mugereza, maana yake banamuficha kusudi bale benye batu basimuonake, lakini mwisho na mwisho batamuachilia, njo, njo uzaifu, njo uzaifu wa pei yetu, e, njo uzaifu ya pei yetu. Tusa, antukaba tusaidie bale batretre Chikaze, baba, pinire baba fikisha kumwisho, sababu siku ingine basifanye venye, wanabakia nasema ah, kumbe na sie tunaweza kufa kama tunafanya ubaya katika nchi. Njo ile papara nilipenda kusema jioni ya leo. Asante sana, tumesikia mengi kweli na tumebarikiwa. Na we Mungu akubariki na kuongezea siku za maisha pamoja na mama Mungu awapanulie mipaka kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita. Mungu awape baraka, awape na amani. Asante.